Bwana Yesu Kristo, naja mbele zako nikiwa na udhaifu wangu wote, mizigo yangu, na mapambano ya ndani ya moyo wangu. Wewe ndiye Muumba wa nafsi yangu na Mkombozi wa maisha yangu. Ninaamini ya kwamba damu yako takatifu iliyomwagika msalabani, ilimwagika kwa ajili ya msamaha wa dhambi zangu na kwa ajili ya urejesho kamili wa utu wangu wote. Bwana, naweka miguuni pako mawazo yangu yaliyovurugika, roho yangu iliyochoka, na majeraha yaliyofichwa moyoni mwangu. Pale penye kuchanganyikiwa, leta uwazi. Pale penye kukata tamaa, leta tumaini. Kwa nguvu ya damu yako, safisha maumivu yangu, takasa mawazo yangu, na unifungue kutoka hofu, wasiwasi na giza. Yesu, wewe ndiye mganga wa mioyo iliyovunjika. Gusa kila sehemu ya nafsi yangu inayoteseka kwa magonjwa ya akili, msongo wa mawazo au taabu ya kiroho. Nguvu ya damu yako ilete amani, upya na uponyaji kamili ndani yangu. Nijaze kwa Roho wako Mtakatifu, ili mawazo yangu, hisia zangu na kumbukumbu kumbu zangu zifanywe upya na kubadilishwa. Ninaamini kwamba kupitia dhabihu yako, nimesamehewa, nimetakaswa na nimeponywa. Natangaza kwamba damu yako inanipa ushindi dhidi ya adui na kufungua njia ya uhuru, furaha na amani. Bwana, rudisha nafsi yangu na ufanye maisha yangu kuwa ushuhuda wa neema na nguvu zako. Naomba haya kwa jina kuu la Yesu Kristo, Mwokozi wangu na Mkombozi wangu. Amina.